Kupandiana madau hii, nalo limekatazwa kaanyakula, liman ishtara shay'an. Kama wewe kumkuta mtu ananunua kitu kwa ndugu yako, ukamwambia hivi abiuka ukamithlahu bi thamanin aqal, bwana, achana na huyu, hichi hichi unachonunua hapa mimi nitakwenda kukupa, lakini kwa thamani ya nini, chini. Wewe unanunua hapa shilingi 5000 mimi naenda kukupa kwa shilingi 4500. Yani unaharibu kabisa, yani unaharibu biashara ya mwenzako au au abiuka ajwada minhu binafsi thamani, nitakuuzia hiji anachokuuzia, nitakuuzia kitu kizuri zaidi kuliko hivi. Unakuta jamaa anauza mboga yake pale amefika mahala pazuri, afu mboga gani bwana hii, twende, mimi nitakwenda kuuza kukupa kwa bei hii, lakini mbao ni nzuri kuliko hizi za hapa. Ile ni haramu ndugu zangu, abiuka ajwada minhu bi thamani bi nafsi thamani aladhi ishtaraita bihi kwa kwa biashara kwa maksudi hichi unachofanya hakikusaidii, bali kinakupa matatizo na madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. An abi huraira radhiyallahu anhu qala qala rasulullahi swallallahu alayhi wasallam, asemlie abi Huraira yakwamba mtume asema wala yabii rajulu ala bayi Asiuze mwenzake juu ya biashara ya nani? Ya mwenzake. Wewe mkuta mwenzako anauza, na wewe unataka kuuza, unagonganisha vitu. Na hizi zinawahusu sana, sijui huku kwenye mbao kama iba. Inawahusu sana watu wa mjini, wakimbiza mwingi, wameweka vijana mbele ya maduka pale, ukija tu ni huku bwana. Ile kisheria iruhusiwi, hairuhusiwi. We mwache mtu anakuelekea, kama ni riziki itakuja. Kwa hiyo suala la kwenda kupokea watu hawajafika wa madukani ili aliko kisheria Kiislamu alipo. Sheria inakataza muache anakoelekea. Akishindwa kule atakuja kwako. Na pia nafsi yako isipate tabu na kuumia kwamba mwenzangu ameuza leo, mimi sijauza. Wewe unajiumiza bure na utakuwa mgonjwa baada ya muda karibu, sababu hiyo ni hasadi inakuumiza ina, ina mwili wako na inaumiza ina amali zako inam na kumega amali zako katika sura ya hatari sana. Kwa hiyo hairuhusiwi kabisa mtu anakuja mwache aingie. Na no wengine wanafanya makosa ndugu zangu. Unakuta mtu anakuja kununua, anaacha madalali ndio anamchukua yule. Wanaingia dukani kwake au ni wapi ni kwenye biashara, wanauza wao kwa pesa yao wa akimaliza, wanakata, wanajua biashara biashara yako ni hii, wanachukua ile iliyozidi, wanaweka mfukoni hawa. Wewe umefanya makosa makubwa sana. Kwanza umemwacha mtu ameibiwa kwa sababu angekuja kwako, ilikuwa mbao inauzwa shilingi elfu tano na mia tano. Huyu kauziwa elfu sita na mia mbili. Mia saba zote zimeenda simelele. Kwanza unaharibu biashara yako, kwa sababu yule mtu siku ya masiku anaweza kuja akakukuta wewe, alafu akamuuzia ile biashara ya kawaida. Umesahau sasa kuuliza, mbona mimi siku ile mbao hii hii nimenunua kwa elfu sita na mia tano? Inabidi uanze kusema uongo, unajua siku ile siku ilikuwa hivi, ilipanda ikashuka, uongo. Unataka kutetea nini? Biashara lakini kwenye mwenye akili yake anajua huyu bwana mchezo wake sio mzuri. Pia hawa wanakuharibia, sio hivi?